Kwa nafikiri wote tunaweza tukaona mdau um, anataka kujua tarehe ya kujifungua na ameweza kutupa uh, ile tarehe ambayo ameingia kwenye period ambayo ni tarehe kumi na tano mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa uh, hii kitu kidogo inahitaji hesabu. Kwa hiyo kama ulikimbia hesabu zile za, za primary na sekondari, hapa kidogo unaweza ka, ukaona kama kuna ugumu, lakini hakuna ugumu wowote. Kwa hiyo hapa tunaona hii ni days, ambayo ni siku, hii ni mwezi, huu ni mwaka mzimaindi sana, mwandiko wangu, madaktari hatuna miandiko mizuri. Kwa hiyo ishu kubwa ni kwamba tunapotaka kujua sasa lini mtu anajifungua, kwanza tunaanza kuangalia u mwezi. Tunasema kwamba mwanamke siku zote anabeba mimba miezi tisa. Kwa hiyo ili sasa uweze kujua kwamba kweli umefikisha miezi tisa au unatakiwa ujifungua lini, basi ni vyema sana kuanza kujumlisha tisa katika hii uh, sehemu ya mwezi. Kwa hiyo yu, tukijumlisha tisa inamaanisha kwamba kuna uh, tunaanza labda tuende taratibu, kuna mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili alafu tunaenda mwezi wa kwanza mwezi wa pili. Kwa hiyo inamaanisha muda wetu katika hii sehemu ya mwezi atajifungua mwezi wa pili. Mpaka hapo nafikii tumeelewa. Sasa, tunaposema kwamba tunapoingia kwenye sehemu ya siku, mara nyingi tunasema hii sehemu lazima ujumlishe uh, siku saba inamaanisha seven days, na siku saba siku zote tunasema wiki inaundwa na siku saba. Sawa, wiki moja one week, ina seven days. Kwa hiyo kama nilivyosema, mahesabu kidogo kwa hiyo ili sasa tuweze kujua siku saba itadondokea lini? Inamaanisha hapa tutajumlisha saba sawa. Kwa hiyo kwa wale ambao tunajua hesabu kidogo, tusema kumi na tano jumlisha saba tunapata ishirini na mbili. Kwa hiyo huyu mdao sasa tukija hapa chini atajifungua tarehe, tarehe ya matarajio, tarehe ishirini na mbili. Sasa, ni tarehe ishirini na mbili sawa, mwezi wa pili. Sasa kumbukeni kwamba tulikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano inamaanisha kama ni ina 2025 tumeshavuka mwaka inamaanisha mwezi wa pili itakuwa ni 2026. A 26, sawa. Kwa hiyo nimeona kwamba nitoe jinsi ambavyo tunaweza tukafanya mahesabu ya kuweza kuangalia siku za kujifungua. Asabu, swara kwa sababu hili swala limekuwa linaulizwa mara kwa mara, lakini kama utataka kujua jinsi ya kuangalia wiki za mtoto au tunasema gestation age, basi kwenye comment section yako sehemu ya comment. Sawa, andika wiki za mtoto